Ili uwe wa kwanza kupata habari za michezo na burudani, subscribe, comment, like pamoja na kushare katika peji yetu. Bwana, timu ya Simba imetoa e, sare ya goli moja kwa moja dhidi ya Mtibwa Sugar, mechi ambayo ilikuwa ni avute ni kuvute. Siku zote e, mechi za ligi kuu huaga ni ngumu, na msimu huu ligi imezidi kuwa ngumu kutokana timu nyingi zimewekeza e, ili kupambania bwana e, kombe la ligi kuu Tanzania bara, lakini kila mmoja ameingia akiwa na malengo yake kama unavyojua bwana, Simba ni timu ambayo eh, inakuwa ina asilimia kubwa inapoingia uwanjani eh, kwa ajili ya kushinda tofauti eh, na timu kama Mtibwa Sugar au na timu nyingine ndogo ndogo ambazo zinashiriki ligi kuu. Timu kama ya Simba huaga inakuwa ina nafasi kubwa, au inakuwa inapewa nafasi kubwa sehemu yoyote, kwamba Simba anakuwa ana eh, asilimia zaidi ya sabini ya kushinda, lakini Mtibwa eh, angepewa asilimia zaidi ya 30, lakini mechi hiyo bwana imemalizika kwa sare ya eh, goli moja kwa moja e, goli la mnyama lilipatikana mapema kabisa, ambalo lilifunga e, Eli Mpanzu e, lakini Mtibwa walikuja kusawazisha goli hilo e, kipindi cha pili na kumalizika mechi hiyo e, kwa goli moja kwa moja. Ah, sasa kitendo ambacho kimeendelea kwa hivi sasa ambacho e, kinazua gumzo katika mitandao mingi ya kijamii hapa nyumbani Tanzania ni swala la Simba e, kutoa sale na Mtibwa Sugar. Mashabiki wengi kitendo hiko hawajapendezwa nacho, wanaona kwamba wao wana timu bora, timu yao imekamilika kila kitu. Timu yao e, ina vitu vingi, yani timu yao e, yani kiufupi, wanaishi maisha mazuri tofauti na Mtibwa Sugar, lakini inakuwaje Mtibwa Sugar wanakuja wanatoa sare tena, Simba akiwa nyumbani meja jimelali eh, pale Isamuyo eh, mbweni jini Dar es Salaam. Eh, kwa hiyo bwana, mashabiki wa Simba wameojia juu viongozi wao, kila mmoja amekuja anaongea yake, wengine hawamtaki mwenyekiti wa timu hiyo, wengine wasema ikiwezekana hata bosi ajiondoe katika timu hiyo, na hapo hapo kuna wengine hawamtaki mpaka msemaji Ahmed Ali. Wengine wanamshushia kwamba eh, anazingua. Maneno anayosema anawapamba wachezaji yani, wachezaji na wakija kuonyesha uwanjani ni vitu viwili tofauti. Hivyo mashabiki wanaona kwamba msemaji pia ni tatizo katika timu yao, ni kwamba anarudisha nyuma kwa namna moja ama nyingine, maana wachezaji wanapambwa, lakini mashabiki wanaenda kwa wingi uwanjani kwenda kuona wachezaji jinsi ambavyo wamepewa hizo sifa, lakini wakifika uwanjani hakuna chochote ambacho wanakionyesha bwana. E, bwana, kuna baadhi ya mashabiki e, wameongea, kila mmoja ameongea maoni yake binafsi. E, unajua bwana, katika mpira ni mchezo ambao una hisia nyingi haswa, eh, kwa mashabiki wa timu kubwa eh, kama Simba au Yanga kwa hapa kwetu Tanzania bara. Bwana, mashabiki wanasema kwamba, eh, timu ya Simba kwa hivi sasa ah, ni timu nzuri, lakini kuna baadhi ya vitu inafeli inatakiwa ikajifunze, eh, kwa mpinzani. Kujifunza bwana sio dhambi. Kutokana kwa sasa hivi timu yetu ambavyo inacheza, hatujui shida ni wapi? Maana tumesema ni kocha huyu, kocha sasa hivi ni mwingine, hatuelewi ni uongozi au ni bosi mwenyewe mwekezaji eh. Mpaka za hivi sasa eh, bado tuna vigugumizi, hatuelewi tunaanza na nani tunamaliza na nani, maana kila sehemu inaweza kuna shida, lakini sisi tunaangalia upande mmoja tu kwa mwenyekiti bwana. Hayo ni maoni tu pamoja eh, ya mashabiki mbalimbali wa klabu ya Simba bwana hapa Tanzania juu ya swala lao e, la mechi yao ambayo imemalizika kwa goli moja kwa moja. Ni mechi ambayo imewauma kweli mashabiki wa Simba, kutokana waliona kabisa wanaweza kushinda mechi hiyo na Mtibwa kwa sababu wao walipata uongozi kipindi cha kwanza na walizani kwamba mechi ambayo anaweza kashinda kuanzia magoli matatu manne na kuendelea, lakini sasa imeisha tofauti na matarajio ya mashabiki wengi e, wa timu ya Simba Sports Club bwana. E, baadhi ya mashabiki e, wameingia mpaka uwanjani Mm, kwenda uwanjani kwenda kuwaambia wachezaji baada ya mechi kuisha e, kwa nini hamjitumi? Mnatuangusha. <laughs> Bwana hata msemaji wa timu ya Simba Ahmed Ali e, baada ya mechi kuisha pia amesikika akisema kwamba e, mashabiki ambao e, yani wana roho ndogo, wana mioyo midogo, wasiende uwanjani, kutokana mpira bwana ni una matokeo matatu, e, kuna kushinda, e, kufungwa na kutoa sare. Hivyo mashabiki, kama unajiona na roho ndogo, usiende uwanjani. Hiyo ni kauli ambayo pia imezua kutokana na timu nyingi mashabiki wake waende uwanjani, lakini, lakini mpira bwana ni mchezo wa hisia e, utashinda, utafungwa, hivyo e, vile vile ni jambo ambalo e, wadau wengi wa soka. E, kuna baadhi ya kauli ambazo eh, kwa binadamu mtu wa kawaida ukiambiwa kuhusiana kitu ambacho unakipenda inakuwa hata moja kwa moja inakupain, yani inakuwa inakuumiza moja kwa moja. Hizo ni kauli e, eh, za mediali juu ya timu hiyo ya Simba. Lakini vurugu imekuwa ni kubwa e, eh, mechi hiyo baada ya kumalizika, mashabiki eh, kwa wingi wao walienda katika basi la Simba na kulizingira e, eh, yani wamewazingira wachezaji wao na kuuliza imekuwaje, kuna shida sehemu gani? maana tunajua mnalipwa vizuri e, mambo yote mazuri mnafanyiwa na timu, mishahara yenu mnapata kwa wakati, lakini sisi mashabiki mnatuangusha nyie. Amkai mitaani huko, mitaani tunakaa sisi mashabiki e, na mashabiki huko mitaani bwana tunasemangwa e, unajua kabisa bwana, hii ni e, e, mechi ya pili Simba ajapata ushindi. Mechi ya mwisho alifungwa na Azam, na hii amekuja kutoa sale hivyo e, bwana. Simba ni jambo ambalo linawaumiza wanasimba e, wengi Yani wanaona kabisa eh, mbio za ubingwa kwa safari hii tena zimekuwa ni ngumu, kwa sababu misimu minne imepita hawajapata ubingwa, na huu wakipoteza unakuwa ni msimu wa tano na nakuwa ni mbaya zaidi eh, kwa timu kubwa, timu ya tano kwa ubora, barani Afrika lakini vile vile bwana eh, unajua mechi hii inapoisha, kuna mechi nyingine zaidi experience. Lakini mashabiki wengi wa Simba washakata tamaa, kwa sababu wameona tu Mtibwa Sugar wamemshindwa amewatoa jasho. Vipi kuhusiana na experience da Tunis? Na mechi ya kwanza itaanzia kule Tunisia eh, ni mechi ambayo itakuwa wenye kabisa, ni ngumu. Wenyewe washaona kabisa ni kwamba wanaenda kugawa tu pointi tatu zaidi experience. Lakini hao ni mashabiki tu, haijulikani wachezaji wenyewe wataingia katika mechi hiyo kama wataitaka mechi basi, mechi itakuwa ni ngumu. Lakini ee, washa, washabiki bwana wana mambo mengi. Wengine wanasema kwamba katika timu yao wameona wachezaji waliopo ni watatu tu e, yani, timu nzima ina wachezaji watatu. Hivyo ikiwezekana wachezaji wote watimuliwe bwana, matokeo yasipokuwa mazuri uwanjani ee, mashabiki huaga, inawaumiza sana, ndomaana kila mmoja anakuja anaongea ya kwake ambayo anajisikia kuhusiana na timu yake. Kuna wengine wanaona kama timu yao tu imetereza e, na mpira bwana ni mchezo wa makosa, ukikosea watu wanakuadhibu. Hivyo kuna sehemu, kuna makosa katika timu yao, na watarekebisha timu yao, itarudi itakuwa imara kama kawaida e, bwana. Simba ni timu ya tano kwa bora Afrika, hivyo kuteteleka ni swala la muda tu, itarudi katika hali yake ya kawaida na kuendelea kutamba hapa ndani Tanzania e, vile vile na nje ya mipaka Tanzania. Je, wewe mdau wa soka, mpenda michezo, mpenda unaonaje e, juu ya swala hili la Simba e, kuhusiana na kupata kwake matokeo mabaya, kuna shida sehemu gani, ni uongozi au ni wachezaji e? Shusha yako comment yako hapo katika comment section e, una comment hapo kwa swala lolote ambalo linahusiana na Simba Sports Club e. Usisahau vilevile kulike e, na kusubscribe katika peji yetu, ili unakuwa wa kwanza kupata habari za michezo na